Ndugu zangu Waislamu, hasa wakazi wa mjini Tanga na pembeza, pembezoni mwake ambao mmezoea kuswali Eid na sisi ya pamoja katika kiwanja cha Tangamano, tunapenda kuwajulisha kwamba mwaka huu e, eneo la swala litakuwa limebadilishwa kwa mujibu wa maagizo yaliyotolewa na idara ya maandalizi ya swala ya Eid ambayo imeona kwamba maslaha yaliyopo mwaka huu ni kubadilisha kiwanja kutoka kwenye kiwanja cha Tangamano kuelekea katika kiwanja cha Lamore ambacho kiko katika eneo la Masiwani ambapo ni karibu na stendi ya zamani ya Tanga Ngamiani, ni njia ya kuelekea kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa au kuelekea katika kiwanda cha Sixomil na maeneo hasa au uwanja huo uko karibu au uko pamoja na shule ya msingi ya Masiwani Tanga mjini. Kwa hiyo kamati itajitahidi inshallah kuelimisha watu ili waweze kumiminika katika kiwanja hicho badala ya kiwanja cha Tangamano. Tumesema kwamba kiwanja cha Tangamano kina changamoto hivi sasa, kwa sababu kwa kiasi kikubwa kimevamiwa na wafanyabiashara ambao wanagulio pale tena, na siku hizi hakuna siku na kwa siku zote, na wamechukua sehemu kubwa ya kiwanja kiasi ambacho kutokana na ongezeko la waswaliji watu, wasuna, watu wa sunna, watu wa mwezi wa kimataifa limeshakuwa ni eneo dogo. Kwa hiyo imeonekana masla yaliyopo ni kubadilisha kiwanja kwenda pale Masiwani, tukitaraji kwamba huenda wakatoshelezeka watu lakini kwa hali ya inavyojitokeza kadri siku zinavyokwenda, inaonekana watu wameanza kuelewa umuhimu wa kuswali viwanjani, kwa sababu ndiyo sunna hasa katika swala zaidi, na pia wameelewa maana ya kufunga na kufungua kwa mwezi wa kimataifa. Kwa hiyo haya, shime ndugu zangu, atakayepata tangazo hili amfikishie mwenziwe, ili asije akakosa ibada tukufu kama hii. Kwa haya machache na watakieni kila la kheri. Namwomba Mwenyezi Mungu atusamehe madhambi yetu atakabalie matendo yetu yote mema tunayofanya katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani, hata hasa katika hili kumi la mwisho. Akulu kauli hadha wa billahi tawfik wa sallallahu ala saidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.